Mbona mambo vipi? Safi. Unaitwa nani wewe? Alfa Izaki. Wewe ni shabiki wa Simba kweli? Ndiyo, ni shabiki wa Simba. Unawajua wachezaji wa Simba wewe? Ndiyo. Hebu nitajie wachezaji watano wa Simba Sports. Unao wakubali? Mpanzu. Hawa. Hawa Kibu Denis. Simba mweusi, chui Simba mweusi. Sawa huyo. Eh. Jonathan Sowah, si ndio? Ndiyo. Kibu umemtaja hapa. Unakumbuka mechi iliyopita ya mkondo wa kwanza amefanya nini? Alifunga goli, alifunga magoli mawili. Alifunga magoli mawili? Ndiyo. Leo atafunga magoli mangapi Kibu? Leo atafunga matatu. Leo atafunga matatu? Ndiyo. Kwa ujumla mechi ya leo mnashinda magoli mangapi? Mechi ya leo tunashinda magoli sita. Na goli mnashinda magoli sita? Ndiyo. Kwa hivyo jumla inakuwa magoli sita tisa. Ndiyo. Yaani maana yake ma, mechi ya kwanza na ya sasa jumla itakuwa magoli tisa. Yeah, tunachukua kibunda.